Jino, Jino, Jino, Kevin, umejua mimi ni mfuasi wa William Samoei Ruto, na nimesikia vile watu wameongea, nimesikia vile watu wameongea na mimi nataka niwaambie, umejua kila soko huwezi kosa mwende wazimu. Sahii kuna tabia ambayo imetoka Kenya, watu wanapinga mradi ya William Samoei Ruto, na hao ndo wanalia hati hakuna kitu ambayo Ruto anafanya. Na wacha nikwambie, Ruto akisema anataka kuleta ja, mashine ambayo inaunda chapati ja, mulisema hapa mnataka employment, Ruto amekubali because hizo machapati haitakuja kuuzwa hapa <laughs> <laughs> hizo machapati itapelekwa supermarket itapelekwa pale Karen, na wananchi wetu wa Kenya ndio atakuja kufanya hiyo kazi. Sasa hivi munakuja kulia hapa atumutaki. Kama imekosekana wacha niwaambie my friend wa Kenya, msidanganywe na wakora, msijifanye. Hapo si kuna kampuni hapa ya kutengeneza nguo hapa inasoleria mlikataa, hapa inatoka hii nguo, mnavanga hizi aje? yeah. ya lakini ilipigwa na serikali ile ile iliyopita, so wacha nikwambie Kenya hapa tumejua kuna wale wanalipwa kukuja kupinga mradi ya serikali na natudadili na nyinyi na upinge na ujumbe utajificha. <laughs> raundi tuta kubembeleza nyinyi. <laughs> ukweli utakimbia. Ruto, leta hiyo kampuni ya chapati hapa Kenya, vijana wana kazi, munapiga kazi na, mu, na munataka kazi kwa wapi? <laughs> kuna wale wamesoma catering. kuna wale wamesoma catering wanaweza fanya hiyo kazi, ni chapati uzwe, hata inaweza kusafirishwa pale mpaka ngambo. <laughs> <laughs> si chapati ni ya kawaida mnapea kwa nyumbani yenyewe imekauka, lakini chapati original bwana. <laughs> <laughs> Wacha nimalize hivi ya mwisho, mimi nataka niambie kitu ambayo ilifanyika Kisii. Hiyo kitu mimi kama injinia Kevin mfasi wa William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga si kufurahia. Tumesha chunguza tumejua Onyonka seneta wa Kisii ndiye alioka na sawa leo wakora wapiga tena mlo peke yake lenyewe. Tutawajua. Huyo <todimia> mtu anaamanga kwa chama kama Malaya. Juuzi alikuwa Ford <todimia> Kenya, amerudi am, am, ODM hodi. Ile ile 2030 alikuwa PNU. <todimia> So amekuwa Malaya wa chama. Sasa so, hivi amekuwa ODM Onyonka. Ndio so, hawa. Sasa amekuwa ODM anataka kuhama ati aende kudanganya Matiang'i awache kazi yake ya bank akupita danganya Kenya. Usijaribu Matiang'i yako. Wewe fanya kazi yako. So, Wakisii mwache kupewa 50 bomundakuja kulia tindaea Raila Molo Odinga. Raila Molo Odinga si rika yenu. Raila Molo Odinga ni Mkenya na kuna haki ya kusapoti William Samoei Ruto na tukuna haki kukaa kuka kwa serikali.